Kauli za sasa za Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ni za tofauti na awali kuhusiana na msimamo wake juu ya namna ya kukabiliana na Urusi juu ya vita vinavyoendelea, kwani kwa sasa ni kama angetamani kutoamini zaidi katika matumizi ya silaha ili kushinda vita inayoendelea dhidi ya Urusi. Hii ni Trigen Media. Kile kinachoonekana kuwa ni mtazamo wake mpya ni kwamba rais wa Ukraine amekaririwa akionya kwamba bila hatua kali za washirika wa rais wa Urusi Putin, huenda kiongozi huyo ataendeleza vita na kuongeza kuwa Ukraine ni ya kwanza tu kushambuliwa na mataifa mengine yajiandaye. Awali matumaini makubwa ya mtu ambaye alionekana kuweza kumshawishi Putin yalikuwa kwa Trump ambaye na yeye alijiga